Daktari wa msanii Zuchu ambaye mara nyingi sana huwa anamhudumia siku ya leo ameweza kufunguka ni kitu gani ambacho kinaendelea katika ujauzito wa msanii Zuchu. Kama ambavyo tunafahamu, msanii Zuchu baada tu ya kusherekea mwaka mpya, akaona tangazo hadharani kwamba yeye ni mjamzito na ujauzito huo ni wa msanii Diamond Platnumz. Lakini namna ambavyo tunaona eh, sakata zima ambalo linaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii, ukiangalia jambo la Rita, uh, Rita ameweza kuanza tena uh, kuzua gumzo kubwa sana mitandaoni, lakini pia akiwa uh, anamshambulia Zuchu kwa maneno mara kadhaa, ili mradi tu Zuchu aweze kumjibu. Lakini tunaweza kusema ukimya wa Zuchu unaendelea kumsababisha Rita ashindwe uh, kuelewa haya mashambulizi anayatupa wapi. Ukimwangalia kwa sasa hivi Zuchu ameamua kurelax, ameamua kutulia, ameamua, ameamua uh, kurelax, anayatupa wapi, ukimwangalia kuangalia ujauzito wake. Sasa daktari wake ameweza kufunguka mazito kuhusiana na ujauzito wake, namna ambavyo unaendelea. Lakini kwa sasa hivi hivi tunaweza kusema Zuchu anapitia sana kipindi kigumu, baada tu ya Rita kuanza kuvujisha voice note zikiwa zinasikika ndugu wa msanii Diamond wakiwa wanamkana na Zuchu. Lakini pia ukisikiliza ile voice note vizuri, unaweza kuona kuna namna fulani hivi Zuchu hakubaliki sana katika familia ya Diamond, lakini kuna ile heshima ndogo ambayo Zuchu yeye binafsi anaihitaji anatamani sana kupata e, hata ile heshima tu ya kwamba yeye tayari ni mke wa msanii Diamond Platnumz, ameolewa, ni mke halali kabisa, wamefunga ndoa kwa shehe kabisa. Hivyo Zuchu alitakiwa apatiwe heshima ndani ya nyumba ya msanii Diamond Platnum, e, kama mke wa ndugu yao msanii Diamond Platnum, lakini imekuwa ni tofauti. Na ukiangalia sababu kubwa ambayo e, imepelekea e, mpaka Zuchu anashindwa cha kuzungumza e, basi anashindwa kuelewa kwa sababu gani e, familia inamsapoti Rita, yaani familia wakina mama Dagote na wakina Esma wao wako wow, upande wa Rita wala hawapo upande wa Zuchu. Uh, wanaendelea kumsupport uh, wanaona kama vile anafanya kitu cha kawaida, lakini pia mama Dangote anaona uh, ni kama vile Diamond yupo sahihi, kwa sababu wala anadai Diamond aliwahi kumwambia kuhusiana na Rita kwamba anampenda na natamani nimuoe kabla hata Zuchu hajafunga ndoa na msanii Diamond Platnumz. Siko leo, daktari wa Zuchu ameamua uh, kuanika hali gani ambayo Zuchu alionayo, lakini pia kuna kitu gani ambacho hivi ni mjamzito hivyo basi, kuna namna fulani hili suala la Rita limemletea stress fulani hivi. Sasa daktari wake akawa anafunguka na kudai kwamba Zuchu kwa sasa hivi anahitaji apumzike kwa asilimia kubwa sana, na ukiangalia daktari anadai ujauzito umetishia kutoka kwa sababu tu Zuchu ana msongo wa mawazo. Zuchu atakiwa kuwa na msongo wa mawazo, anatakiwa kutulia, anatakiwa kurelax, lakini pia muda mwingi sana wa kupumzika. Na daktari wake ameweza kumsihi sana mama yake na Zuchu Khadija Kopa kwamba kwa anatakiwa kumwangalia mtoto wake kwa karibu sana, anatakiwa kumzuia Zuchu asiwe na mawazo muda mwingi, watumie wao kama familia hata kucheza mchezo, kumsaidia Zuchu kwenye mazoezi, kwenda kumsupport mambo mambo kama hayo ini katika suala zima la Zuchu akiwa na mawazo basi itapelekea ujauzito wake utatoka au taharibika. Daktari ameweza kuwa si sana katika swala hilo kubwa. Na ukiangalia sasa hivi eh, ni kama vile mahusiano ya Diamond pamoja na Zuchu yametetereka kidogo, kutokana na ile sakata la Rita namna ambavyo limetokea. uh, ukiangalia au ukitembelea katika peji ya Instagram ya msanii Zuchu, unaweza ukasachi pale watu ambao Zuchu aliweza kuwa follow, Diamond pamoja na jina lake halipo kabisa, lakini pia wana familia wote, wakina mama Dangote wote, wakina Esma wote wamepigwa bloku na Zuchu. Zuchu ana masihara, ikitokea jambo kama hili mara nyingi sana huwa anafanya maamuzi magumu. Na ukiangalia kipindi hiki ni kigumu sana kwake kwa sababu tayari yeye ni mjamzito wa Diamond Platnum. Kwa vyovyote vile Zuchu hana pa kuruka, Zuchu hana pa kutobokea kwa sababu ukiangalia yeye ni mjamzito. Atafanyaje? Ingekuwa sio mjamzito, angeamua kudai talaka yake na kuondoka. Lakini imeshindikana kudai talaka kwa sababu tayari yeye ni mjamzito na anatarajia mtoto na msanii Diamond Platnum. Kikubwa Zuchu ambacho anatakiwa kukifanya hapa kwa sasa hivi ni kutulia, alafu baadaye kufikiria nini cha kufanya. Kama anamsamehe mume wake amsamehe, maisha mengine yaendelee, lakini pia kama anaamua kupewa talaka na mume wake, basi madhara yatakuwa ni kwake, kwa sababu mtoto atazaliwa akiwa nje ya ndoa, sio tena ndani ya ndoa, jambo ambalo Zuchu mara nyingi huwa analipiga vita na aliwahi kudai kwamba yeye akija kupata watoto, anatamani watoto wake wote awazae ndani ya ndoa, wala sio nje ya ndoa. Hicho ni kitu ambacho Zuchu ameendelea kukitamani zaidi zaidi na zaidi. Lakini sasa hivi kipindi kigumu ambacho anapitia hiki, thidhani kama Zuchu ataweza kumsamehe Diamond kwa sababu tayari Diamond ameshakula block na, sasa hivi unaambiwa Zuchu na Diamond hawawasiliani kabisa yani, wamechuniana hawa chunu, hakuna mtu anayempigia simu mwenzake, lakini pia hakuna yeyote ambaye anamtumia message mwenzake. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza, tochia maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe ku like, na kusani on notification